Fort Jesus ni ngome maarufu iliyopo katika jiji la Mombasa nchini Kenya. Imejulikana sana kwa umuhimu wake wa kihistoria na kwa sasa ni kama kivutio cha utalii. Fort Jesus ilijengwa na wazungu hasa Waportugizi kama ngome ya kulinda dhidi ya mashambulizi kutoka kwa maadui kama vile Waarabu na wengineo. Jengo hili lilijengwa kati ya mwaka wa 1593 hadi mwaka wa 1996 na, na msanifu Jovian Batista Cairato kwa niaba ya Wareno, na hii ilikuwa ni amrisho kutoka kwa mfalme Philip wa pili wa Spain. Walijenga ngome hii ili kulinda kutokana na mashambulizi kutoka kwa Waarabu na wafanyabiashara wa Kiarabu ambao walikuwa wakilenga biashara ya utumwa na mali asili katika eneo hilo. Kwa upande wa muundo, Fort Jesus ilijengwa kwa mawe makubwa na inafanana na nyota kwa umbo. Tanene na maboma, kuwa na kutanene na maboma imara ilitoa nafasi nzuri kwa walinzi kujilinda na kuona kila harakati za maadui waliokuwa wakijaribu kuvamia mji wa Mombasa. Ngome hii pia ilikuwa na nafasi za kifalme, hifadhi za silaha na maeneo ya kutulia kwa askari kwenye mapigano. Na mabadiliko ya miliki, Fort Jesus ilishuhudia mapigano mengi kutoka kwa mabadiliko ya miliki. Baada ya Waportugui kujenga ngome hii, ilitekwa na Waarabu mnamo mwaka wa 1698 baada ya mapigano makali. Hata hivyo, Waarabu walitawala kwa kipindi kifupi na baada ya muda Waingereza walikamata ngome hiyo tena mwaka wa 1895, wakati wa utawala wa koloni wa Uingereza. Miaka ya sasa, Fort Jesus ilitumiwa kama makao makuu ya kikosi cha kijeshi cha Uingereza katika pwani ya Afrika Mashariki, na baadaye ilitumika kama jela na kituo cha kisasa . Leo hii Fort Jesus ni kivutio cha utalii kinachovutia wageni wengi kutoka pande zote hapa duniani. Hii ikiwa imefadhiliwa kama urithi wa kihistoria, na sasa inatoa maonyesho makali kuhusu historia ya Mombasa, biashara ya utumwa, na utawala wa kikoloni. Pia ina makumbusho ya historia ya kijeshi masaramu na vifaa vya zamani ambavyo vimehifadhiwa ili kutoa mwanga kwa vizazi vijavyo kuhusu historia ya eneo hilo. Ila yapo maswali ya kujiuliza. Je, ni kwa nini ikaitwa Fort Jesus? Iliitwa Fort Jesus kwa sababu Wareno waliijenga kwa heshima ya Yesu Kristo, yani tunasema in the name of Jesus. Na haya maswali mengine nitakuachia wewe, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, wa kipindi cha hashtag ya leo. Nataka uniambie, je Fort Jesus ni nini kwa Kiswahili? na je, ni kwa nini Fort Jesus ni jengo la like kihistoria nchini Kenya? Na pia je, ndani ya ngome ya Yesu kuna nini? Hii leo niseme shout out kwa mashabiki wote wa hashtag yaleo, na kwa wafuatiliaji wote wa Dayo Radio kwa ujumla. Mimi nimekuwa wako captain Omy. Mpaka next time, I'm out.